Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa uzima na amani. Natumai kila mmoja wetu ni mzima mahali alipo, na siku ya leo tunaenda kujifunza misingi ya maombi. Misingi ya maombi, karibuni sana tukaweze kujifunza na tukaweze kuelewa, na pia mimi najifunza, pia mimi natamani kuelewa ni misingi gani ya maombi Tukaweze kujifunza wote na tukaweze kubarikiwa wote, kuwa pamoja. Tukaangalia kwanza, maombi ni nini? Maombi si mazungumzo ya kawaida tu, bali ni mfumo wa kiroho uliojengwa juu ya misingi imara. Hayo ndiyo maombi. Ili maombi ya yawe na matokeo na kupelekea Mungu yanapaswa kuzingatiwa misingi ifuatayo. Tuangalie msingi namba moja. Msingi namba moja ni msingi wa imani. Msingi wa imani ambao unahitajika katika kwenye e, maisha ya mwanadamu. Msingi wako wa imani ni nini ndio uanze kuwa na maombi Unaangalia msingi wako wama, wa imani huu, ndio msingi mkuu. Huwezi kuomba kwa Mungu ambaye huamini kama yupo au kama ana uwezo wa kukujibu lazima uwe na imani, uwe na imani na Mungu unayemuomba. Je, anaweza kunijibu? Mungu unayemuomba ni Mungu wa hainaa, lazima ujue hiyo. Ndo msingi mkuu huwezi tu kuomba na haujui unaomba nini, lazima uwe una imani na Mungu unayemuomba. Tende kuangalie kitabu cha Waebrania kumi na moja mstari wa sita. Inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba ku, yeye yuko na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Hiyo ndiyo kuwa na imani. Lazima uamini na ujue anawapa thawabu wale wamtafutao. Tukasome kwa Kiingereza inayosema: It is impossible to please God without faith. Anyone who want to come to him must believe that God exists and that he reward those who sincerely seek him. Mungu wa mbinguni anatupenda sana na ndio maana anataka umwamini kwamba yupo hiyo ni namba moja. Msingi wa imani ni muhimu katika maisha ya kuomba, kwenye msingi wako wa maombi. Namba mbili, kupitia jina la Yesu. Kupitia jina la Yesu, tunaambiwa Yesu ndiye daraja kati ya mwanadamu na Mungu na maombi ya Kikristo yanategemea mamlaka ya jina la Yesu. Maombi yoyote ya Mkristo yanategemea kwa jina la Yesu Kristo, ambayo tunaenda kusoma kitabu cha Yohana. Yohana kumi na nne mstari wa kumi na tatu inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya mwana. Kwa hivyo, ni lazima uamini kwa jina la Yesu Kristo, ili unapoomba, ukiomba neno lolote kwa jina lake ataweza kulitimiza ili Baba atukuzwe ndani ya mwana, ambayo mwana ni Yesu Kristo. Kwa Kiingereza, John chapter 14 verse 13 nasema: You can ask for anything in my name and I will do it so that the son can bring glory to the father. Kumi na nne inasema, yes ask me for anything in my name and I will do it. Iyo ni kupitia jina la Yesu ambao ni msingi wa maombi pia. Tuangalie namba tatu. Msingi wa maombi namba tatu inasema mapenzi ya Mungu. Msingi wa maombi si kumlazimisha Mungu afanye tunachotaka, bali ni ku kuoanisha, kuoanisha yani kulinganisha. Kuoanisha inamaanisha kulinganisha, kuweka kumwambia hiki, kama ni mapenzi yako ifanyike, kama ni mapenzi yako ninaomba gari, kama ni mapenzi yako Mungu naomba unisaidie niweze kupata gari. Unaoanisha, unamwambia Mungu asifanye kama vile wewe upendavyo, bali afanye kama vile yeye aonavyo ni vyema kwako, kwa mapenzi yetu na mapenzi yake yaliyofunuliwa katika neno lake. Twende tukaangalia kitabu cha Yohana wa kwanza tano mstari wa kumi na nne inasema, na huu ndiyo ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia, tukiomba jambo lolote kwa mapenzi yake yeye ye ana tusikia. Bora iwe tu sawasawa na mapenzi yake. Kwa Kizungu, John chapter 1 verse 5 to 14 verse 5 chapter 5 verse 14, nasema and we are confident that he hears us wherever we ask for anything that pleases him. Msingi wa maombi namba nne. Msingi wa maombi namba nne inasema: utakatifu na moyo safi, yani toba. Utakatifu na moyo safi, yani toba. Mungu ni mtakatifu, hivyo mwombaji anapaswa kuingia mbele zake akiwa na moyo uliotakaswa kwa toba. Ni vizuri unapoingia kwa maombi uingie na moyo wa toba, ukitubu mbele zake na kuamini kwamba ni mwenye rehema na atatusamehe. Zaburi sitini na sita mstari wa kumi na nane inasema kama ningeliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia hakika. Mungu amesikia, amesikiliza sauti ya maombi yangu. Kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu Bwana asingesikia. Hapa Daudi anasema kama ngeliwaza maombi ma, maovu ndani ya moyo wake. So unapoanza maombi, kabla hujaingia kwa hitaji kisha mshukuru Mungu, unafaa kuingia kwa toba, kumwomba Mungu rehema na msamaha kwa yote ulioyafanya, kwa yote ulioyatenda ambayo ni kinyume na mapenzi yake kinyume na neno lake kinyume na agizo lake. So tunafaa kuingia kwa toba tukijinyenyekeza, na si kutubu tu kwa juu. Tutaweza kujifunza tena, toba ni nini? moyo ni wa toba unamaanisha nini? Twende kusoma kwa lugha ya Kiingereza Psalms chapter 6, uh, Psalm 66 verse 18 it says if I had not confessed that sin in my heart, the Lord would not have listened, but God did listen. He paid attention to my prayers. Msingi wa maombi namba tano, msingi wa maombi namba tano inasema, msingi wa neno la Mungu, msingi wa neno la Mungu maombi yenye nguvu ni yale yanayomkumbusha Mungu ahadi zake. Unapoomba kwa kutumia mista, mstari ya Biblia unajenga hoja kulingana na sheria za kiroho. Kwa hivyo ni vizuri ukawa unajua neno la Mungu au ukawa ni mpenzi wa kusoma neno la Mungu hili unapoingia kwa maombi, uwe tu na kifungu kimoja cha kumkumbusha Mungu kwamba alisema kwa neno lake hivyo. Tuko nikasome kitabu cha Isaya, Isaya 43 mstari wa 26 anasema, "Unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako, upate kupewa haki yako." Isaiah 43 verse 26 it say, let us review the situation together and you can present your Your case to prove your innocence. Msingi wa imani wa maombi. Msingi wa maombi namba sita. Msingi wa maombi namba sita ni kushukuru. Kabla ya kuomba mahitaji mapya, msingi ya maombi ni kuitambua yale Mungu aliyokwisha kufanya. Lazima ushukuru Mungu kwa yale ambayo ulimuomba hapo nyuma na akaweza kuyatimiza. Unamshukuru kwanza kwa hayo, ili unapoomba hitaji mpya huo umemshukuru. Msingi wa maombi namba sita, umshukuru, ushukuru. Tukasome kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa sita. Inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu nazijulikane na Mungu. Haja zenu nazijulikane na Mungu. Kwa lugha ya Kiingereza inasema Philippians, Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6 Let your conver conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for every one. Msingi, msingi wa maombi namba saba. Unyenyekevu unyenyekevu. Mungu husikiliza maombi ya wale wanaojishusha na kutambua utegemezi wao kwake. Mungu husikiliza maombi ya wale wanaojishusha na kutambua utegemezi wao kwake. Mambo ya Nyakati saba, Mambo ya Nyakati wa Pili saba mstari wa 14 inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa lugha ya Kiingereza, English, Second Chronicle 7 14 say then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways i will hear from heaven and i will forgive, forgive their sins and restore their land hiyo ni misingi ya maombi misingi ya maombi namba nane kudumu na kuto Kutokuta kukata tamaa, kudumu na kutokukata tamaa. Maombi mengine yanahitaji uvumilivu na kungang'ana na ahadi jibu lionekane. Maombi mengine utaomba kwa muda mrefu, utakiomba, lakini usikate tamaa. Usiseme kwamba Mungu anisikii, usiseme kwamba Mungu ameenda mbali na mimi. Mungu anatusikia. Ha, Mungu yuko karibu zaidi na sisi e, na anaweza hata kusikia bora usikate tamaa. Kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Imetupasa tumwombe Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Kitabu cha kizungu English Luke chapter 18 verse 1 one day Jesus told, uh, told his disciple a story to show that they should always pray and never give up, never, ever give up. Na ile ndilo neno la leo. Tumshukuru Mungu kwa neno la leo kwa kutufunza misingi ya maombi, misingi ya maombi. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno la leo, umetufundisha misingi ya maombi. Baba, tunakushukuru kwa sababu imekuwa ni vyema. Tusaidie tukaweze kulielewa neno lako zaidi na zaidi, ili likaweze kuwa taa ya miguu yetu popote tuendako. Ninakushukuru kwa neema hii, nakushukuru kwa yoyote atakayesikiza e, ujumbe huu, naomba ukambariki, ukaweze masia mwema kutenda jambo juu ya maisha yake. Kwa Yesu Kristo nimeomba na atakuamini, amen. Mungu akubariki sana, mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza neno la Mungu. Shalom.